Kiasi gani hiki? Laki moja na shilingi elfu kumi na tano mia tatu. Nakubali kicho wango shika. Mzali wapo bebe, mbono nashangaa Ilagani asa nieni? jua nifanyisha biashara hatari ya kuuza ngada, nikikamatwa mi ni jela kwa shilingi elfu kumi. Kwa hiyo kicha wangu cha mende ulikatakasi, natakaje nini? Hii ni biashara naofanya. Kumbuka, nafanya kazi kubwa, nilipa naeleweka basi. Kwa hiyo siku hizi kicha wangu usha kuwa tembo sindiyo? yani, unashindwa kufahamu kabisa kwamba mimi ndo mekufundisha hizi kazi Yaani, misingi yote mimi ndio nilokupa, afu leo hii unakuja kuleta ushanta? Hivi unafahamu kwamba mimi puli nachukua kwa shilingi ngapi? Sasikia chikecha kicha wangu. chikecha basi hivi, huyo mboi mie ananichukulia aje yani? hiyo wajaona mitaa yote hiyo wanakuja kupita ile ya hizi hapa zi. Baadaye unaenda wapi? Naenda sokoni. Jamani wachamenda chekecha basi, kwa hiyo umeshawasiliana na bwana wako mnakwenda kukutana mbele, si ndio? Mbona sikuelewi nini? Kwa hiyo unanichukulia mimi kiazi kwamba sielewi chochote, si ndio? Hujui kwamba mimi naumia kiasi gani? Napambana na hangaika huku na, na kule ili mradi niweze kuitunza samani yako, na hayo yote unayajua. Yaani kiukweli ni kwamba nakupenda na, na kujali pia. Mimi nakuthamini, au ulikopo nataka nikufanyie kitu gani? Mradi ujue kwamba mimi muuni na kubilivu. Enini. Maneno yote yanatokea wapi? Mimi sielewi kitu. Yaani sasa hivi basi wako kapita kaenda hivi na wewe unatoka ndani unaniambia mimi kwamba unakwenda sokoni. Unataka kunichukulia mimi chenjele si ndio? Kwamba mimi boga azi sielewi chochote. Ola, wewe nakuheshimu. Usije kuivunja mipaka yako, ujue mwanamke. Sina nachokijua lakini. Mwambie vizuri basi yako. Akija kujipindua, mimi nitakuja kumkata miguu na mtanipeleka jela ujue. Kama mlikuwa mna mahusiano hiyo zamani na sio sasa. Changanya kiuno chako, ingia ndani huko. Na kama sokoni atakwenda siku, nimekuelewa. Nenda sasa. Mshamba wewe unachukua poa, yaani mimi naenda kuangaika huko hivi na hivi na uzalo yangu afu nachukulia baridi tu na tingisia kimoja kimoja na kuelewa kaka. Ila baada ya kuambiwa hilo, kuna jambo lifikiria, nashindwa kung'amua hichi alichoniambia mjomba, lakini najaribu kuunganisha baadhi ya matukio, maana Mareemtuli aliwahi kunieleza pia juu ya bibi Mareembitipazi. Kwa hiyo unataka kumaanisha nini? Ni ngumu kumaanisha ila mimi mama simuelewi. Ujue dada, mama unataka kumaanisha ni mbaya hivi? Chodo, mama angekuwa mbaya ungefika hapo ulipofika leo kweli? Mama ni ana matatizo yake, lakini mbona umefikiria pakubwa sana hivi? hata sijui, ila nisamee kama nimekukwaza, ni mawazo tu. Tulia, Acha mawazo, kila kitu kitakuwa sawa. Najua inaumiza, ila usiwazi, utajitafutia matatizo. Kaka yangu, sawa, nimekuelewa. Stua kwa wito wako. Vipi shemeji, kwema? Usishtuke, nimepitia jambo la kawaida tu. <laughs> hata hivyo usijali, hata mimi nimefurahi pia, kwa sababu toka umerudi hapa hatujaonana, we si utaki kuja nyumbani? <laughs> Shemeji wana, ningekuja tu. Mzungu samani, kuna vitu nahitaji kukuuliza, naomba unisaidie. Ah, ndio maana niko hapa, ina maana nimetika wito wako na kusikiliza wewe. Kapere ni rafiki yako mkubwa sana, unaweza ukaniambia maisha yaliokuwa anaishi wakati mimi sipo hapa nchini Hape sio rahisi mimi kukwambia ukweli wote kuhusu Kapera, nitakudanganya tu. Ila kiufupi, sikupenda maisha ambayo alikuwa akiishi. Hilo ambalo naweza kukwambia mimi, alikuwa na shida, siwezi kukwambia. Ila kama kuna kingine chochote kile unahitaji kujua, niambie, nitakujuza lakini kuhusu Kapera. Hapana. Kwa hiyo huwezi kunisaidia, si ndio? <sighs> Wakati mwingine sio sasa. Nikikuona, nikakumbuka nikakumbuka wema wako ulionifanyia, nikaona nikuite nikusalimie. Habari yako? Hapana, mi leo sihitaji pesa. Aa, katika miziku yangu nimefanikiwa nimeuza chupa, nimepata hela, hii inanitosha sana kwa leo. Hapana, ongeza nai. Kiukweli una moyo pekee sana, yaani nakufananisha na male mamangu, alikuwa na moyo kama huo wa kwako. Alikuwa radhi atoe chochote kitu kumpa mtu, hata kama anayepewa nacho. Usijali, unajua mwanzo nilikuwa nakuogopa sana. Niliamini watu wanaofanya shughuli kama yako hawako vizuri kichwani, lakini kwako ni tofauti. Ni kweli watu wengi sana wanafikiria sisi tunaokota makopo kwamba kichwani kwetu tuna matatizo ya kili, ila wanasahau kwamba hii ni kazi kama kazi nyingine. Naitwa Lili, nakushukuru kufahamu. Naitwa Makoko. Ila mimi sitokuita Makoko, nitakuita Anko Makoko kwa sababu ni mkubwa sana kwangu, sio vema kukuita kwa jina lako yote. Sawa, kinita makoko ni jina langu, kinita anko bado ni cheo. Basi sawa, tutaonana wakati mwingine, ngoja mimi niwahi nyumbani. Sawa aisee, wazazi wako wamekulea vyema sana na kuombea kwa Mungu, uendelee na moyo huo huo sijali. We Naomi we Naomi, hebu simama shoga yangu. Vipi, mbona haraka namna hiyo? Nilikuwa naelekea zangu huko kukiamsha sasa hivi. yote hayo tisa, shoga yangu, nikupe ubuyu yule, ambaye ambaye tulikuwa tunamsubiria yule kila siku tunamwandama, leo kaingia kwenye kumi na nane zangu. mm -hmm. Una uhakika kama kweli kanasa udugu? Na uhakika kabisa maana leo niambia, na uhakika kabisa kanasa basi leo tutamfanya kitu, hamna maana. Yule mtoto kazoea ana umalaya uliokomaa, kutwa kutembea na wanaume za watu yesi, analingia kakake kudadeki. Siogopi dudu wala mende kuba babake. Leo nitaenda kumuonyesha kila kitu. Twende shoga yangu. o vitu ulio nipa leo yani ni noma sana. Ndio siku mtamu ekei, cha utundu nakupa mpaka nakupa tena tena, nakupa mpaka unasahau ulipo na unapotaka kwenda. Nikwambie kitu, siku huwa nafurahi nikiwa na wewe. Fanya <tinyo>, unipe pesa yangu niondoke kabla mwenye nyumba yako ajarukuta. Hivi siku mpaka lini nitakununua mwanzo? Wewe, una mwanamke wako, wewe na si unaishi naye ndani halafu, nimesha kwambia mimi malaya niwezi. Kama naweza kuwa na wewe hapa, nashindwaje sehemu nyingine kuwa na weweayaichaado <laughs> hayo mambo mengine tutaongea wakati mwingine. Vipi wewe hmm? Umiliago unaenda kazini, mbona sasahivi upo hapa? Nyo, huna hata haya. Huyo mwanamke wako yuko wapi, mwanamke mwanamke gani wewe? Ndio maana nilikuuliza toka tupo huko njiani, una uhakika yupo? Mwanzo hii harufu ni ya siku, inamaanisha alikuwa hapo humu ndani. Yuko wapi mwanamke wako wewe? Mpumbavu nini? Wewe unamuona siku hayupo, wapi huyo siku Aha. Kumbe wananichukana eh? Ina maana unijue eh. Sina kuuza. Usiogope. Najua katika maisha kuna changamoto nyingi za kukatisha tamaa lakini usizipe nafasi na kuelewa loveless. Ila sidhani kama hizi ninazopitia ni changamoto. Nampenda sana Haji lakini naogopa. Unataka kurudisha nyuma moyo wako ili hali tushalimaliza hilo. Acha moyo wako udunde unavyotaka na, na useme unataka nini. Usiuzulumu acha kujisumbua Tamika. Mimi ndiye mwanamume nitakayekuoa. Zunguka pande zote za hii dunia, lakini umetaka ama hujataka, jinga ndio mumeo. mzigo ambao unatakiwa kuwa nao makini, yaani ni huu hapa kwa sababu huyo bosi wangu ananiamini sana yani yaani, kama ukifanikiwa kusebenza vizuri, amini si usiamini, utakuja kubadilisha maisha yako, haina noma moja. Kwanza ende Mwananyamala, maana dambo la kule, hivi ndio vitu vyao chapu, tunajuza na njanja. Na nakuamini sana kichauwangu na huyo madam niliokuwa naye sasa hivi anaga masiara kabisa kwenye biashara zake, na huu mzigo ambao anipa madam ni mdogo sana yani. Kwa hiyo nakusisitiza, tumia akili kipindi ukiwa unafanya kazi, usilete masiara kabisa yani. Eleni mwanangu, mbona kama unajambajamba jamba? Sasa toa achafu, ingiza safi, miisha hiyo baridi mwanangu, makutano pale pale sasa mimi sasa hivi naingia zangu chocholi kwenda kufanya mazingira yangu, au vipi, Asma? Unapaswa kunisikiliza mimi, hachana na hiyo hela, naye mdai mimi nitakupatia. We kaka, siwezi kuiacha yule mama, anajikuta sana, kashakula za watu nyingi sana. Unadhani mimi namuogopa? Hela angu atailipa. Asma, najua kiu yako, lakini hupaswi kufanya hivyo kwa sababu unayeshindana naye ni mtu hatari sana, atakuzuru. Kwa hiyo, uko tayari kunyang'alia mimi, nazulika? Sina dai, haki yangu sio rahisi kukuacha uzulike. Ndo maana kwambia achana na yule mama, mimi nitakupatia hiyo hela. Aka mwenzangu, pesa yako hata siitaki, na nataka aitoe yule mwenyewe mama. Ataki asipotaka, pesa yangu atailipa. Sawa, nenda ukapike. Wewe mbona umeniita alafu uzungumzi? Mama, naomba uongee na Mzee Mwembe mwambie aniheshimu, tena sitaki shobo. Na yeye amekufanya nini? Yeye sio mtabiri wa maisha yangu mpaka aniambie siwezi kuolewa na mwanaume mwingine wowote ule zaidi yake. Yeye hivi mimi mzee kama yule nitampeleka wapi? <laughs> <Hey>. <laughs> Unacheka nini sasa hapo mama? Lakini Tamika, kwani ni mabaya gani alioyaongea? <sighs> kwa hiyo wewe unaona kaongea sawa, si ndiyo? Kwa kuwa mzee Mwembe ni mwanaume, binafsi mi sioni baya lolote aliloliongea. Alafu usisahau, tulisha tulishalimaliza hili mama. Usisahau ya kuwa aliyemlipa mpiga zumari ndiye atakayechagua na wimbo wa kucheza. Usisahau haya maneno. Sawa. Hapana Chodo, ila kuna mambo hayako sawa. Ndio, nilikuwa najaribu kufikiria hapa. Jambo gani haliko sawa kwako Chodo? Simuelewi kabisa mama. Yeye ananifanya nifikirie vibaya. Hali ya kuwa siku katika na mawazo haya, nakumbuka niliwahi kuambia kwamba mama simuelewi Sikuwa na maana kwamba mama ni mbaya, lakini nilijaribu kufikiria kama unavyofikiria wewe hapo saizi. Anakunyima haki zako, anakataa wewe kuolewa na mtu unayempenda. Mimi pia hataki niondoke hapa nyumbani, hajali sina kazi, anafurahi nikatu nyumbani. Hiyo ndio ilikuwa maana yangu, lakini sikumaanishe kwamba mama ni mbaya. Hapa sasa naanza kukuelewa kidogo kidogo, ila itabidi tufanye uchunguzi wa hali ya juu tujue mama ana nini kinamsibu mpaka anatufanyia haya. Hata hivyo, Chodo, mimi naona mama sio mbaya. Mama angelikuwa mbaya, angewezaje kutubeba sisi tumboni mwake miezi tisa na kutuzaa kwa uchungu, Tami. So kila mzazi anampenda mtoto wake. Ndio maana kuna watoto wanazaliwa wanatupwa majalalani, mwingine anazaliwa anakuwa kama tulivyo sisi hivi, lakini mzazi wake anakuja kumkataa kwa sababu zake tu binafsi. Wale ni wazazi ukumbuke, wamewabeba miezi tisa kwenye matumbo yao. Lakini haijalishi kuwa mama yetu ni mbaya, tujaribu kufuatilia tujue, tukishapata ukweli tajua tafanya nini

E, tulia wewe, mbona una haraka? Nataka umjue shemeji yako, maana kesho kutwa anaenda Oman. anaenda kufanya kazi, ni kazi za ndani. Lakini kwa nini namruhusu akafanya kazi mbali, halafu ni kazi za ndani? Nasikiaga maisha ya huko si rafiki, hasa kwa sisi ngozi nyeusi. Unajua mke wangu, mimi ni mpambanaji sana na ndio maana ulichelewa kumjua. We acha tu aende. <tune> Huyu ndio bata mzinga wangu, anaitwa ape ape. Huyu ni rafiki yangu, ni zaidi ya rafiki, ni kama ndugu. Sasa anaitwa Mzugu. <tune> mimi pia mtu na shemeji yake. Ngoja niwaache nichukue vinywaji kwanza. Sawa. Unajua sijategemea kukuona hapa kumbe ni shemeji yangu. Nafikiri itakuwa ni jibu tosha kwako. Sasa utaacha kunisumbua shemeji? Kabisa, sitokusumbua kapera. Mimi ni ndugu yangu, sitokuweka tena moyoni. Lazima niwe makini katika hili na naamini siwezi kupoteza. Nitashinda, yes, nitashinda.